Ni kweli maji ni muhimu sana katika mwili wa binadamu, lakini watu wengi wamekuwa wakitumia maji vibaya. Hili ni somo litakuhusu. Hakikisha unatazama au unasikiliza somo hili mpaka mwisho. Maji maji na madini chumvi ndo husaidia kuweka kiasi cha presha, yaani msukumo wa damu katika mishipa ya damu kuwa katika kiwango kizuri. Kumbuka pia katika mwili wa binadamu kuna kitu kinaitwa madini chumvi. Haya ni madini ambayo husaidia kuweka presha katika kiwango kinachotakiwa. Endapo maji yakizidi au yakipungua, huenda kuathiri pia kiasi cha madini chumvi, na madini haya unapoyaathiri una uhatari mkubwa wa kusimamisha moyo, kusimamisha mapafu, kusimamisha shughuli zote katika mwili wa binadamu na kusababisha kifo cha ghafla. Miaka ya nyuma huko tulikuwa tunafahamu ya kwamba binadamu anatakiwa anywe maji kwa kufuata formula bila kufuata kiu. Yaani, kwa mfano mwanamichezo anapokimbia uwanjani dakika kadhaa, aliambiwa anatakiwa kunywa maji lita kadhaa. Hivyo basi, kila mwanamichezo alilazimishwa kunywa maji kiasi fulani bila kujali kiu yake. Kilichotokea ni kwamba wanamichezo walikuwa wanapoteza maisha ghafla uwanjani, na sababu kubwa iliyokuja kugundulika ni upungufu wa madini chumvi katika damu, upungufu wa madini chumvi katika damu Hyponatremia huweza kusababisha moyo na mapafu kuzima ghafla na kusababisha kifo cha ghafla. Kuanzia hapo, e, tafiti baada ya kuhakiki ndiyo chanzo cha kifo cha wanamichezo wengi, wanamichezo walizuiliwa kunywa maji kwa kufata fomula, hivyo wengi wakawa na kunywa maji kwa kufata kiu. Ndio maana unaweza ukamwona Cristian Ronaldo akiwa uwanjani anatupiwa chupa ya maji anakunywa, alafu anajimwagia kichwani, anatupa chupa ikiwa bado hata ina maji, maji yakiwa hayajaisha yote. Hilo ni kwa sababu siku hizi wanamichezo wanakunywa maji kwa kufuata kiu na sio kwa kufuata fomula, kwamba anatakiwa anywe maji lita kadhaa kwa muda fulani. Hata wewe mwenyewe tabia ya kunywa maji kwa kufuata lebo eh, za kwenye chupa ipo siku tazima ghafla kuambie siri moja. Unapoona ile lebo ya kwenye chupa imeandikwa ya kwamba mtu mwenye kilo mia moja anatakiwa anywe maji lita 4.3, kumbuka damu asilimia kubwa ni maji. Mtu unapokuwa na uzito mkubwa unakuwa na fluid overload, unakuwa na wingi wa maji katika mwili wako. Sasa ukishauriwa tena unywe maji lita 4.3 ni mzigo kiasi gani utakaouingiza ambao unatakiwa usukumwe na usambazwe na moyo, hivyo kuna uhatari wa...